Na mtazamaji, jioni ya leo, familia nyingine inadai maelezo zaidi kutoka kwa serikali kufuatia ripoti kuwa jamaa yao amefariki akipigana vita nchini Urusi. Nam familia ya Peter Maina Gakau ikidai kwamba jamaa yao alichukua likizo kutoka kazini katika kitengo cha GSU kuelekea Urusi kwa kazi ya muda. Na Ode Francis anaarifu huku familia zaidi zikiendelea kujitokeza kuhusu jamaa zao waliosafiri Urusi baada ya serikali kukiri Wakenya zaidi ya elfu moja walisafiri nchini humo. You, speaker, and I have the report. Siku nne baada ya bunge kupitia kiongozi wa wengi Kimani Shungwa kutoa majina ya kampuni zilizohusika kuwasafirisha wakenya nchini Urusi. Sasa imebainika kuwa huenda maafisa wa polisi ambao wako kazini pia waliondoka kushiriki vita nchini humo. Familia ya Peter Maina Gakau mwenye umri wa miaka 33 kutoka Kasarani ni mmoja wao. Familia yake ikisema kuwa Peter amekuwa akihudumu katika kitengo cha GSU, ambaye kulingana na stakabadhi anafaa kuwa akihudumu eneo la Iego GSU Barracks eneo la Embu. Baada ya kuzungumza na familia yake kwa miezi mitatu kupitia simu, Peter Maina alienda kimya hadi sasa. Tumeongea na yeye three months akaniambia vitu zake zote zimechomeka, si ID zake, passport zake, hata simu. Sasa mtoto akakaa hivyo kutoka saa hii hakuna habari tunamuona. Tarehe 28 Januari tukapigia simu ati mtoto wetu amepigwa na risasi. Mamake anasema mwanawe alikuwa ameanza kujipanga kupitia malipo yake aliyopata aliyopata Urusi. Saa ile ameenda hivyo. Saa hiyo ndio ametuma milioni moja. Na nikamnunulia saba. Hakuna pesa ingine amesha aripo. Nambari hii ndiyo ambayo Peter Maina Gakau aliyomtumia mamake kumwarifu kuwa ilikuwa ishara tosha kuwa yuko katika kikosi cha Urusi cha wanajeshi. Itakuwaje mtu wa civil servant ametoka nje amekaa nje hajulikani mahali yaliko, na mpaka wa sasa hawajatujibu. Sasa mi nataka nipatio hata ni viatu, hata ni nguo, hata ni nini nipatie, ni nipeleke ni, ni kwa samba kuliko kuambia mtoto wangu amekufa na hakuna kitu naona. Huyu ni Peter Maina mmoja wapo wa maafisa wa polisi katika kitengo cha GSU ambaye alielekea nchi ya Urusi kupigana inadaiwa kwamba hayupo nasi tena, ila maswali yanazidi kuibuka. Maafisa wangapi ambao walielekea nchi ya Urusi kupigana na wangali wanapata mishahara nchini Kenya? Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.